Leo tunamulika mvutano mkubwa wa muda mrefu kati ya mataifa mawili makubwa Mashariki ya Kati, Israel na Iran. Tutachambua kwa kina nguvu zao za kijeshi, teknolojia, ushawishi wa kisiasa na hali ya kivita vya kisasa vinavyohusisha mataifa haya. Hili si jambo la kawaida tu. Haya ni mataifa mawili ambayo kila moja linajitahidi kuonyesha kuwa ndilo lenye nguvu na ushawishi mkubwa katika ukanda huu. Hebu tuanze na historia fupi. Iran na Israel walikuwa marafiki wa karibu kabla ya Mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979. Baada ya mapinduzi hayo, Iran ilibadilika kutoka kuwa mshirika wa Marekani na Israel hadi kuwa mpinzani mkubwa. Iran ilianza kuikosoa Israel kwa kukalia kimabavu Palestina na ikaanza kuiunga mkono Hamas, Hezbollah na makundi mengine ya wapiganaji. Tangu wakati huo, Israel imekuwa ikihofia mpango ya Iran ya nyuklia na Iran nayo imekuwa ikijijengea mfumo wa makombora ya masafa marefu, huku ikisema inalinda heshima ya Waislamu na kupinga mamluki wa Magharibi. Israel inajulikana kwa kuwa na moja ya vikosi vya anga vinavyoendelea zaidi duniani. Inamiliki ndege za kivita kama vile F-35 Lightning II, F-16 zilizo na uwezo wa kushambulia kwa haraka, kwa usahihi na kutoka mbali. Imewekeza mabilioni katika teknolojia ya anga na upelelezi. Kwa upande wa Iran, licha ya kuwa na ndege nyingi, nyingi kati ya hizo ni za zamani, zimetokana na enzi ya Shah. Iran imekuwa ikijitahidi kutengeneza ndege zake lakini bado haijafikia kiwango cha kisasa cha Israel. Katika mashambulizi hivi karibuni, Israel ilifanikiwa kufanya mashambulizi ndani kabisa ya ardhi ya Iran, ikilenga vituo vya nyuklia na kiwanda cha makombora. Iran haikuweza kuzuia mashambulizi hayo, jambo linaloonyesha udhaifu wa mifumo yake ya ulinzi wa anga. Mfumo wa ulinzi wa anga wa Israel unaoitwa Iron Dome umevuma duniani kwa uwezo wake wa kunasa makombora. Mfumo huu pamoja na David Sling na Arrow 3 umeifanya Israel kuwa na mfumo wa ngao wa tabaka nyingi. Iran, kwa upande wake, imejaribu kuanzisha mifumo ya ndani ya ulinzi, lakini bado inategemea sana mfumo wa kirusi wa S-300 haijaonesha uwezo wa kuzuia mashambulizi ya hali ya juu ya kutoka Israel. Iran ina uwezo mkubwa wa kutengeneza na kurusha makombora ya masafa marefu. Makombora kama vile Sejel, Fatha na Shahab yana uwezo wa kufika hadi kilomita 2500. Iran imetumia makombora haya kuonyesha kuwa inaweza kuathiri maeneo mbalimbali kama Tel Aviv, Israel. Katika tukio la april 2025, Iran ilirusha zaidi ya makombora 300 kuelekea Israel, lakini asilimia kubwa yalinaswa na mfumo wa Iron Dome. Hili linaonyesha kuwa licha ya wingi wa makombora ya Iran, Israel bado ina uwezo wa kujilinda vyema. Hata hivyo mkakati wa Iran unalenga zaidi katika kuzidisha wingi wa mashambulizi kuliko usahihi wake. Kimsingi, inataka kuzidi uwezo wa ulinzi wa Israel kwa wingi wa mashambulizi. Iran ina idadi kubwa ya wanajeshi ikiwa ni pamoja na vikosi vya kawaida na vikosi maalum vya walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu, IRGC. Pia ina mamilioni ya raia waliopitia mafunzo ya wa kijeshi. Israel, licha ya kuwa na jeshi dogo lakini limejikita kwenye mafunzo ya hali ya juu ya teknolojia na utayari wa mashambulizi ya haraka. Vikosi vyake vya Sayeret Matkal na Mossad vimefanikiwa katika operesheni nyingi za kisiri. Hivyo basi, Iran ina wingi wa wanajeshi, lakini Israel ina ubora na teknolojia ya hali ya juu. Israel ina uhusiano wa karibu sana na Marekani, Uingereza, na baadhi ya nchi za Ulaya. Inapokea misaada ya kijeshi na teknolojia hali ya juu pamoja na msaada wa kiintelijensia Iran. Kwa upande mwingine, imejenga mtandao na washirika na makundi ya wapiganaji kama Hezbollah ya Lebanon, Houthi ya Yemen, na makundi ya kishia nchini Iraq na Siria. Mtandao huu unaitwa Muqawama. Yaani mstari wa upinzani dhidi ya Marekani na Israel. Washirika hawa wameifanya Iran kuwa na uwezo wa kushambulia Israel kupitia njia zisizo za moja kwa moja. Hii ndiyo maana Israel inashambulia kwa kujihami dhidi ya Syria, Lebanon na Iraq. Katika vita vya kisasa vinavyotegemea teknolojia, upelelezi wa hali ya juu, mashambulizi ya kimkakati na usalama wa mtandao, Israel inaongoza kwa kutumia satellite, drones na teknolojia ya AI. Israel ina uwezo mkubwa wa kuzuia mashambulizi kwa ufanisi. Iran inaonesha uhodari mkubwa wa kivita katika vita vya kiitikadi na kutumia wanamgambo wake kama silaha. Ni nguvu isiyo ya moja kwa moja, lakini ya kudumu. Katika uchambuzi huu tunaweza kusema Israel inaongoza kwa teknolojia, uwezo wa kushambulia kwa haraka na msaada wa kimataifa. Iran kwa upande wake inaongoza kwa wingi wa silaha, wanajeshi na washirika wa kimkakati wa kivita. Hili ni pambano ambalo haliwezi kupimwa kwa silaha peke yake, bali kwa mbinu akili, uvumilivu. Wote wawili ni wababe, lakini katika uwanja wa kisiasa na vita Israel inaonekana kuibuka mbabe. Lakini je, inaashiria ushindi au ni mwanzo wa hatari kubwa zaidi duniani? Dunia inatazama kwa hofu na matumaini. Usiache kutufuatilia. Mimi ni Hasani Yusuf, shukrani kwa kuwa pamoja nasi. Endelea kuitunza amani popote pale ulipo.